Naam, ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV ninakusalimu cha kwanza popote pale ulipo katika DRC na maeneo mengine tofauti Afrika, hata huko maeneo ya Marekani, Azia na Ulaya, nikikusalimu kabisa, nikitumaini ya kwamba wewe ni mzima wa afya katika muda huu, na ujua kwamba ninakujia na habari ambazo zitakwenda kugusia mambo kadha wa kadha, sio mengi, lakini kugusia mara moja huyo Jenerali Masunzu, ila ninakuambia kwamba tunapatikana katika mashariki mwake DRC, kukivu ya kusini, ndiko ambako kituo cha habari Reality Mambo TV imepatikana. Basi nitakuomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Ikiwa wewe tu haujajiunga kwenye channel, unaweza tu ukabonyeza alama ya kengele hapo, ili uo wa kwanza kupata habari zetu na hata hivyo kuwagawia watu wengine wafaidie, kama jinsi unavyoweza kufaidia. Ila ninakukaribisha tu uwe nami mwanzo hadi mwisho, kwa kukuletea taarifa ya habari. Ni kama tu utakwenda kugusia kuhusu Jenerali Masunzu, ilikuwaje hadi ashikwe na kisa ni nini haswa, na kutokana na yale ambayo yanazungumzwa kutokana na tetesi za nchi au kwenye mitandao ya kijamii, na kwa sasa amepatikana wapi. Na baada ya hapo tutakwenda pia kuyagusia na kukupasha habari kuhusu huyo mwasi wa M23 aliyeweza kujiua maeneo ya huko tarafani Rutshuru kachonjo, habari na zikoje? na mara moja, baada ya huo mtasari wa habari, kutokana na jinsi nilivyokuambia hapo kabla. Na basi tuyachukue mara moja mikononi hao kwenye habari, kukupasha kuhusu jenerali Pacific Masunzu ambaye ni jenerali mkuu katika government ya Congo, ni askari ambaye aliyesikika kuonekana hapo Burundi Jumapili tariki mbili mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025, alionekana kuwa na mkutano hapo maeneo ya Bujumbura, na ivo kuweza kufanya mkutano na kusikika akiwa na kundi fulani la waaskari katika gavmenti ya Burundi na FDL pamoja na kundi lake mzehe Kayumba Nyemwasi, na hivyo baada ya kumaliza mkutano huo, ikabidi aende huko Kisangani ambako amesikika kuwa mm, watoto wafizi tena mchamba habari. Tunatoka kusikia sasa hivi na kusema kwamba wakati yenye Masunzu akamatiwe, chef d'etat major alikuwa natoka Bujumbura, alikuwa mureunio na etat major ya Burundi, yakuwa mreunio na E, ma, na batu ya Kayumba Nyamwasa alikuwa murenyo na, na batu ya FDLR njo yani renyo balikuwa ndani Burundi, yani ilikuwa renyo ko quadripartite FARDC FBB, uh, uh, FNB na Kayumba Nyamwa sana FDLR, wakati enye alitoka hapa njo alikamata avion mpaka Kisangani, na kule Kisangani uke kwenda Kisangani njo kwenye Masunzu alikuwaka, lakini Masunzu hakujua habari yoyote me chef eh, deta major wakule wa Kisangani njo alijua habari kama eh, chef deta major general atafika pale na kumwambia na Masunzu chochote akukwamaile moner militaire ya kwenda kumpokea kwa aeroport. Wakati afika kwa aeroport, alisema bambebe direct kwa Masunzu. Kule kwa Masunzu walifanya renio ya sr du temps kwa Masunzu, kwenye wiko banaongea ko banaongea na wakati wiko banaongea akaomba Kinshasa bamtumia amvyo d'urgence anvia fika kwa aeroport ya Kisangani akaambia Masunzu, sawa mimi naenda, mnishindikize. Wakati Masunzu alishimama kumshindikiza wanafika kwa aeroport akakuta basoda biko wengi sana bashatawanika. Akaambia Masunzu, leta telefoni, leta telefoni. Masunzu akatoa telefoni mbili, yake ya siri haikukua pale. Kasema naona kwa kana tatu, ingine iko wapi? Asema kwa kusharge. Wakatuma watu d'urgence bakaenda letele telefoni kwa kusharge. Saba, alifikisha twile telefoni, masunzu pingu kumikono kraka na kumtia mwavyo njo mpaka hivi Masunzu iko Kinshasa. Njo habari yingine hapo ya kuongeza kwa hiyo ambayo tulikuwa tushazungumzi, hivyo kutokana na tetesi inaweza kuonyesha ya kwamba Masunzu aliponyanganywa simu zake ambazo alikuwa akionekana kutumikisha simu tatu, na hivyo kusikika ya kwamba alikuwa mwenye kuwa na mahusiano kati yake na waasi wa M23 abari ambayo tuliosikia Masunzu alitiwa maminote pale pale kwa aeroport, bali mnyanganya telefone alikuwa na telefone mbili siri plus. Ma, mujua, kama Masunzu anasema ka anatumikishaka telefone tatu, ya tatu kuonekanaka pali wakati, bali muliza Masunzu, Masunzu akasema kwamba telefone iko ku charge, bali tuma mtu dirigence basoda dirigence bakandaletele telefone kwenye ilikuwa busharge

mumasaa au mumasiku zeziko mbele hapa, tutasikia Masunzu naye anafata vengine makala e. Ni masurse na mabari ambayo tumezipata kwa masurse zetu yani. Kiki nafunga Masunzu ni 3 dosye mbili. Dosye ya kwanza ni kuingiza mabunduki ya M23 Kisangani. Dosye ya pili ni kugawa franga za kabila Uvira ajili ya kuangusha Uvira. Merci. Jenerali Pasifike Masunzu alivyoshikwa na kupelekwa huko Kinshasa, ambako kwa sasa ukujasikika jinsi anavyowekwa au kulindwa katika muda huu, ya kwamba alipoweza kushikwa, akushikwa peke yake lakini alishikwa na wachini yake aliyehitwa kwa jina la Safari na wengine watatu ambao walikuwa wakimsindikiza hayo ni kama tu jinsi yalivyoweza kuonyeshwa, kulifungwa 5 personnes, kulifungwa 5 personnes ya Kisangani, donc Masunzu na siguake na 3 officiers ndio walifungiwa Kisangani. Leo eh, jana, dimash ndio walikuwa nabo hapa Kinshasa, 5 personnes eh, bali wengine ba officiers watatu ndio atujue eh, bado

balifungu ilikuwa jeudi. Uh, pale kwetu kunakuaka maapare ya surveillance batreti, balikuwa ashaingia bakakatakata makamba ile makable ya mapare surveillance, juu ya ile bei batafuta kufanya pale kubiro ya rad. Mungu akasaidia tukabinde kubira, nawakakamatiwa avamba aba bakui kutoka Kisangani. Uh, kulikuwa ekipe moya ilikuwa pale batrete ba mwa benye ba kwana kuya kufanya kama ni vitu gani pale kuviroa rad, wakakamatiwa. na hivi biko kulemea wapi? na hivi tuna renforce capacité pale kwetu ku sécurité ya secrétaire général, na pale ku rad renforce tunaongeza vikosi eh. le situation ilifanyika kiko ya GD itakuwa découvrir bakafungwa. hivi biko kulemea wapi? na leo jana dimanshi al vakakamatiwa bayaliva Masunzu navo kutoka Kisangani hiko c persone yo nansegowake na troi oficie vingine leo vakatwambia ve kumareunio kule kumaparadi, tutaka kuzungumzia kidogo hapa juu ya dosie ya Masunzu. Sekonfirme ke Masunzu alienda Kinshasa kama vile kisi habari kunazunguruka kwa kumitandao

ya M23 mu Kisangani, donc ilikuwa ma cache d'armes ya mingi sana ya M23, na yo ingelisurprendre gouvernement kona ke Kisangani iko ataki a l'interieur kwa ataki na kuanguka ya Kisangani ingelituma sasa hata Lubumbashi vile vile inaanguka, na hapo Uvira na zone ya Fizi Mwenga ingekuwa haina nguvu tena, bangekuwa obligé na bo kuacha. Iyo ni point ya kwanza. Donc, uko mabunduki mingi sana ambao siko Kisangani zenye zilikuwa zishaingia ku compte ya M23 na yote ni complicité ya Masunzu anabichua. Pointi ya pili yenye lituma Masunzu anaenda Kisangwe, anaenda Kinshasa na kwenda kupeleka Kinshasa ni juu ya corruption au sein ya armée après réunion ya Nairobi ile yaswadiza anterole Congo kuko franga mingi sana zenye Kabila litoa na zile franga zilipita mumikono ya Masunzu, jua kukorompre kucorompre batu notama Uvira, Mwenga na Fizi, kukorompre vale ba ofisie. Iyo kitu ilifanika, na iyo yote ilikuwa ni komplisite ya Masunzu njo mwenye alituma hivyo vitu vyote, hizo franga zitoke zikapitia mikono yake, aligavula hizo franga jua kusema aseme Uvira ianguke. Na hiyo yote ni njia ya kusema kuforce mpaka kukwe dialogue direct entre Tshisekedi na Kabila. Hizo pointi mbili au dossier mbili njoo zenye zilimobeba e, Masunzu Kinshasa mpaka hivi iko mu na kama ukumbusho, kamaukumbusho nitaka kuinterpelle peuple congolais en général particulier aba watu wa Fizi en particulier, na kusema kwamba tusidanganike na kusema kwamba mu gouvernement muko munyarwanda mutusi, maana yake wale ni patriote aba watu hapana. Hawajawahi kuwa na patriotisme mu vichwa na vyao hapana, anaweza kwa pale kutimia ajili anajua ma intérêt yake yenye anapata ye kwa kwa ule muda, lakini apres ntadone atageuka tu, ataonesha makucha yake kuonesha kwamba haiko pour ya Kongo, lakini iko pour ya bandugu yake watusi. Donc muru mutusi ni umoja tusi kwetu, tunadanganyika ya bachukua nominasio, asema aseme huyu ni patriote, huyu ni hivi. Hivi vitu tuvivute mkichwa hapa, watu agenda yabo ni moja agenda yabo ni moja bote ni kitu kimoja. Angalia mfano wakati yenye Masunzu balimpacha nomination ya troisieme zone de defense e, Mwesi nyarugabo alisemaka Masunzu, unaenda huko usisahabu kwenye ulitoka huko. Nasikia wakati yenye Gasita alikuwa nome uvira Masunzu wakusema na nii Moise nyarugabu wakusema kitu, lakini wakati yenye populasyo ili osa konteste nominasyo ya eh, gasita Uvira, Moise nyarugabu alisema sana se guverema Kinshasa kuma eksplike inaweza kubali populasyo katale mtu nabo mshanje nina alisema mingi sana njoka maleo leo tena, Moise nyarugabu anasema sana juu interpelasyo ya ya Masunzu inshasa, analalamika sana analalamika sana sana sana. Kwa hiyo nataka kuambia wawatu ni wamocha, wakati wako kwa ile post, anafurahi chuva na yeye, kama iko na vitu venye hata avantage tu kominote hapa. Ile ila akitusi tufungue macho maeneo ya Kashalira, groupement ya Mutanda, tarafani Rutshuru huko Kivu ya Kaskazini, ikiwa hapo tariki tatu mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025, ikiwa Jumatatu, na ivo kuonekana mmoja wa waasi wa M23 kuweza kabisa kujiua, lakini hata kisa kutokuweza kujulikana kwa nini aliweza kujiua. Na tukumbushe ya kwamba hiyo ikiweza tu kuonyesha hali fulani ya kutokuwa na usalama ngambo ya M23 zaidi kulipwa kwao. Hiyo ni taarifa ya habari ambayo iliweza kugonga mwamba, na hivyo kukushukuru, ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho. Kwa hali hiyo basi, ninakuomba uo wa kwanza kabisa kujiunga kwenye channel, kubonyeza talama ya kengele, na unapo like kuonyesha tuko pamoja, na hata kukomenti, yani, una maneno fulani ya kusema nasi, tutaifanyia kazi, na hivyo hata kabisa kushare, ili wengine wapate kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia ila tuonike kikushukuru. Kaa chonjo, tutakutana tena atakiwa mapenzi ya Mungu. Asante.